Vita ilikuwa ngumu kiasi gani na furaha ambayo mliwapa wa Tanzania? Kwanza tunamshukuru Mungu kwamba tumerudi salama, lakini vita tumeifikisha hapa tulipofikia. E, shughuli bado, hatutafurahi sana kwa sababu bado tunaendelea na shughuli zetu. Kazi ya kufurahi tunaachia washabiki na watu wengine. Sisi viongozi tunaenda kuandaa ligi na kuandaa mechi ya fainali. Kwa sasa tumechoka, tunakwenda kupumzika tulize akili ili tuone namna gani tunaenda kufanya kuhakikisha kwamba kombe tunalibakisha nyumbani. Kiongozi Salim Try Again, kwa heshima yako, nini neno lako kwa wanachama kwa wakati huu ambao utulivu unahitajika ili kuweza kumalizia mkia? Waendelee kutupa support, waendelee kutuombea dua. Hii nchi, hii timu inawakilisha Tanzania, haiwakilishi wana Simba. Kwa hivyo kila mwanasimba, kila Mtanzania kwa sasa tuelekeze nguvu zetu kuhakikisha kwamba kombe linabaki nyumbani Inshallah, wote kwa pamoja, inshallah. Shukrani sana. Huyu alikuwa ni Salim Try Again, lakini nakutana naye Crescentius Magori. Magori, hauwezi kuondoka hivi hivi kwa, kwa furaha walionayo wa Tanzania na wana Simba. Umepigana vita kubwa sana ndani ya Simba mpaka leo hi kufikia hapa haikuwa kazi rahisi. Nini unawaeleza wana Tanzania? Kwa kweli tunamshukuru Mwenyezi Mungu, kazi ilikuwa kubwa eh. Stellenbosch timu nzuri, umemtoa bingwa mtetezi wa kombe hili ilikuwa ni mechi ngumu, mazingira yalikuwa magumu, e, hatufanya mazoezi ya kutosha South Africa, mvua ilikuwa nyingi sana, lakini vijana wamepambana dakika ya kwanza mpaka 90 tunaweza kufanikiwa. Kwa hiyo finali tumefika, hii si mara ya kwanza, ni mara ya pili kwa mashindano ya CAF. Sasa inatakiwa tuvuke hapa, tukalichukue ile kombe na inawezekana, tuunganishe nguvu, tupambane, inawezekana kabisa kuchukua ile kombe tarehe 25 hapa Dar es Salaam. Inshallah wakati unaendelea kusubiria, sasa hivi hali ya vijana huko ndani iko e, vipi? Vijana walisherekea sana jana leo, of course pia wamefurahi kwenye ndege sana, watu wote wa Tanzania wamefurahi kwenye ndege, watu wengi ulikuwa kwenye ndege wa Afrika Mashariki wamefurahi, lakini mwisho wa sherehe umeshaisha, sasa hivi ni mapambano, tuna mechi ya ligi Ijumaa, na kujiandaa zaidi na mechi ya barekani.